Sababu za maumivu ya tumbo la chini kwa mama mjamzito ambazo zinaashiria dalili ya hatari. Mama mjamzito anaweza kuwa anapata maumivu ya tumbo la chini ambazo zikawa ni hali ya kawaida kabisa, ambapo kwa sababu tu ya kizazi kutanuka, inaweza ikawa kwa sababu ya mabadiliko ya homoni, lakini wakati mwingine ukipata maumivu ya tumbo la chini inaweza yakasababishwa na dalili za hatari, aidha inakutaarifu kwamba kuna shida kwa mtoto wako aidha shida kwako. Baadhi ya sababu hizo ni kama ifuatavyo. Namba moja, mimba kuharibika aidha kutishia kuharibika. Hapa utaona dalili hasa ambazo zimeambatana na maumivu ya la chini mgongo, kutokwa na damu ukeni, lakini vile vile kutokwa na tishu ukeni. Hii inaweza ikaashiria kwamba mimba yako imeharibika aidha inatishia kuharibika. Na ukiona dalili kama hii, hakikisha unafika hospitali mapema sana. Namba mbili, inaweza ikasababishwa na mimba kutungwa nje ya mfuko wa kizazi. Kama mimba imetungwa kwenye mirija ya uzazi, inaweza ikapelekea wewe, mama mjamzito, kaa unatokwa na damu aidha ukawa unapata maumivu ya upande mmoja wa tumbo ambapo inaweza kawa ni kushoto aidha kulia. Kwa hiyo ukipata maumivu kama haya, basi hakikisha unafika hospitali. Lakini namba tatu inaweza kawa ni dalili ya maambukizi maambukizi, hasa maambukizi kwenye njia ya mkojo aidha kwenye kizazi, ambapo inaweza kawa ni PID aidha UTI, ambapo hapo unaweza kambatana na dalili ya homa, maumivu wakati wa ukojoa mkojo wenye harufu. Kwa hiyo ukiona dalili kama hizi, basi fika hospitali kwa ajili ya matibabu ya uhakika. Lakini kama wewe utaona maumivu yoyote ambayo yamezidi, unapata kizunguzungu, lakini unapata kichefuchefu pamoja na homa, vile vile unatokwa na damu ukeni, usisubiri. Kama ni jioni, basi hakikisha unaenda hospitali muda huo huo, kwa sababu unavyochelewa maana yake ndio unamuweka mtoto wako kwenye hatari. Asante sana. Binafsi nawasaidia wanawake wajawazito kutatua changamoto kama hizi, kuepuka changamoto hizi kwa kuwasaidia kupata virutubisho vinavyoenda kuimarisha afya ya mwanao pamoja na kuimarisha mimba. Usisahau kufollow akaunti yetu na kusubscribe ili kujifunza zaidi.